wake kama CAMFED tunatambua kuwa wasichana wanakabiliwa na changamoto nyingi zaidi kama vile mimba za utotoni, ndoa za mapema na ukatili wa kijinsia, lakini yote haya yanasababishwa na kukosa uelewa juu ya namna ya kuzikabili hisia na namna ya kufanya maamuzi katika hali ya hatari, ambapo wasichana wengi wamejikuta wakikatiza ndoto zao kwa kuanguka katika makundi haya hatarishi. Mnaposema haya makundi hatarishi, mnayafahamu, lakini pia yawezekana nini mmefika huko. Niseme tu kwamba ninawashukuru sana Camfed kwa kitendo cha kuweza kuwarudisha hata wale wanafunzi ambao sio wanufaika, lakini serikali iliruhusu wale wanafunzi ambao walikuwa wamepata changamoto kama hizo kurudi shuleni, lakini vilevile vile, tumewaita hapa tuweze kuwaandaa kwamba maisha ya chuo yakoje, ukiwa chuo utakutana na nini, utakutana na nani, na unatakiwa uwe mtu wa aina gani, kwa sababu tunafahamu wanaenda kusoma kozi za miaka mitatu, na kama CAMFED tuko nyuma yao kama ambavyo tumetoka kuwasapoti kuanzia kidato cha kwanza, wengine katikati, kidato cha tatu, wengine kidato cha nne, lakini bado hatuwaachi, tuko nao, tutaendelea kuwa nao na mpaka watakapomaliza elimu yao. Hii elimu ambayo tunapewa hapa na CAMFED pamoja na ufadhili, na imani itakuwa chachu kwa wanafunzi wote ambao tunapata ufadhili huu pale ambapo tunaingia katika elimu ya juu, yani vyuoni. Kwanza tutakuwa na elimu ya kujikinga na athari zote zinazotokana na makundi tofauti tofauti, lakini pia kujikinga na mambo mbalimbali ambayo ni yanaleta athari kubwa kwetu sisi. Pia itakuwa chachu ya sisi kufanya vizuri kwenye elimu yetu ya juu ili kuweza kunufaika sisi wenyewe, hata kitaifa pia. Kwa kweli wanafunzi wote ambao tupo hapa, tunatakiwa tufanyie kazi kwa sababu siku hizo watu wengi wamekuwa wakienda kusomea kitu ambacho hata pale ambapo wanamaliza elimu yao ya juu wana, bado wanaendelea kuwa mzigo katika nini katika familia zao kwao. Nawashauri wanafunzi wenzangu kuweza kwenda kusomea kile ambacho hata kama serikali haitatupa ajira, sisi wenyewe tutakuwa na uwezo wa kujiajiri na kuweza kujiendesha kimaisha yetu ili tuweze kusaidia familia zetu.